Baada ya Ukraini kushambulia mji wa Kursk uliopo Urusi, rais wa nchi hiyo Vladimir Putin ametembelea eneo ambalo lilishambuliwa na Urusi juma lililopita. Rais wa Urusi ametembelea eneo hilo siku ya Jumatano ya tarehe kumi na mbili mwezi wa 3, 2025. na maneno ambayo ameyazungumza rais huyo, ambapo alitembelea eneo hilo, alisema kwamba lengo letu katika muda mfupi ujao, ndani ya saa chache zijazo, ni kumshinda kabisa adui aliyekita mizizi katika eneo la Mkoa wa Kursk na ambaye bado anashiriki katika mapigano. Tunakusudia kulikomboa kabisa eneo la Mkoa wa Kursk na kurejesha hali ya usalama kando ya mpaka wa taifa. Ningependa kutoa shukrani kwa uongozi wa idara kuu ya uendeshaji wa, wa makao makuu ya jeshi la Urusi. Watu wote walioko katika eneo la Mkoa wa Kursk na wanaofanya uhalifu dhidi ya raia wanaopinga vikosi vyetu vya kijeshi, vyombo vya usalama wa idara maalumu wanachukuliwa kuwa magaidi kwa mujibu wa sheria za shirikisho la Urusi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi imeainisha matendo yao kama ugaidi. Kwa msingi huu, kamati ya uchunguzi ya shirikisho la Urusi imefungua mashtaka ya jinai dhidi yao kwa mujibu wa sheria za ugaidi. Brigedi ya walinzi wa kikosi cha askari miguu imekuwa ikijihusisha na operation hivi karibuni, kama alivyotaja Valery Kasilevich muda mfupi uliopita. Kuhusu mateka, tunapaswa kuwachukulia watu hawa kama magaidi kwa mujibu wa sheria za shirikisho la Urusi. Nina matumaini makubwa kwamba malengo yote ya kijeshi yaliyo mbele ya vikosi vyetu yatatekelezwa ipasavyo na kwamba eneo la Mkoa wa Kursk litaondolewa kabisa maadui katika muda mfupi ujao. Hayo ndiyo maneno ambayo ameyazungumza rais Putin alipotembelea mji huo wa Kuski, mji ambao ulishambuliwa na Ukraini kipindi ambacho rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky alipokuwa kule Saudia kwenda kutafuta mazungumzo ya amani ili tu kuweza kusitisha vita ambavyo vimekuwa vikiendelea katika maeneo hayo ya Ukraini pamoja na Urusi. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.